Hai, karibuni tena katika kipindi chetu cha J & R Chat. Na mimi na Rebeka tunakuja kuongelea maombi ya moto, yale maombi moto moto ya kusema wu... <tis> ajisemee, shoga yetu mmoja, maombi ya nini ya vurugu <tis> <tis> okay. sasa je, ni wakati gani ambako unatakiwa kuomba hayo maombi ya vurugu? hmm. Eti Rebeka, wakati gani Maombi ya moto, fire, fire, fire, return to sender, return to sender, teketeza, yeah, hey, chinja, vunja, vucha. Uh, sawa, lakini pale tunapomtumia tunamdirect mtu yani, tunajua ni fulani ndio kanifanyia hivi, kwa hiyo sasa lazima nirudishe mashambulizi hayo, maombi. Kusema ukweli, mimi naona kila kitu ni balance katika maisha, kwa sababu hata pale Getsemane Petro alichukua nini? Panga, kumkata mtumishi wa nani nani mkuu, sijui askofu wao mkuu wa wakati huo anaitwa gani? Sio askofu, kwenye Biblia wametumia neno lingine, kuhani mkuu. Lakini Bwana Yesu akalirudisha lile sikio. Umeona kwa nini? Kwa sababu haikuwa sawa kwa wakati ule. Kwa hiyo hata sisi naamini kuna wakati kweli, kama neno la Mungu linavyosema usimwache mwanamke mchawi akaishi na hii mwanamke yani yani, yani bado hujafuja huko, umekimbilia mbele sana ndugu yangu ehe, uh-huh. Twende hivi mm. Unajua shida ziko nyingi na Biblia imeshatuambia duniani mnayo dhiki, si ndio? Kwa hiyo ni kweli, ukiangalia kama yule Luka ishirini na tatu thelathini na nne, Yesu mwenyewe, yeye mwenyewe alisema hivi Father forgive them, baba wasamee hawajui walitendao, si ndio? Yaani yeye aliomba kwamba wale walikuwa wanampiga wanamuua, hawajui litendalo. kwa hiyo hmm, na nafikiri kwa sababu sisi mfano wetu ni Yesu, kuna vitu ambavyo tunatakiwa tujue kwamba, ah, inaweza ikawa mtu amenifanyia kitu fulani vingine, unajua unaweza tukakoseana bila kumini, unajua mi mm, -hmm. gombana mara ngapi, wakati mtu nimesema kitu labda sijamini hivyo, au umesema kitu ujamini hivyo, lakini baadaye mpaka nikwambia hey, jamani, kwanini umesema hivi au jui, kwanini ulisema hivi? sikuwa na maana hiyo au Ah, mimi nilikuwa nimefikiria hivi, umeona eh? Sasa niambie Ma, sisi tuko duniani, kwa hiyo kweli kuna wabaya, au kuna watu ambao wameamua kutumiwa na nani, na shetani, na lakini tatizo kwa sababu anayejua all ni Mungu. Sisi mara nyingine hatujui kwa nini wamefanya hivi mm, au kwa nini wananifanyia hivi, na ndio maana ukiwa na, yaani tunafika sehemu, watu wanafika kuomba wa maombi ya moto moto, mara nyingine bila kujua kwa sababu mara nyingine Rebeka, mimi ninachoamini sasa hivi kuna watu ambao Mungu anaweza akaamua kuwafanya wakukorofisha ili watoke kwenye maisha yako ili ubarikiwe wewe, yeah you understand, yeye na yeye ye, ye na wewe we. Exactly mmm. Kwa hiyo kuna watu wengine huwezi ukakasirika uka kusema yule mtu hayuko close na mimi tena, au yule mtu anitaki. Umeona, panaweza kuwa na reason ya Mungu mwenyewe lakini sasa hii kutokujua hii, au mara ingine naita kukosa patience ya au kutokuwa tu na kujua kuomba vizuri, hebu mm, naomba nipe huo mfano huo, wa mfano wako nimeucheka sana, nimeupenda sana, wa huyo dada aliyekuwa anapoteza hela, hmm, kuna huyo dada alikuwa anatoa ushuhuda kwamba alikuwa anapoteza hela lakini hizo hela alikwaga anawapa nani? Ndugu zake, yani watoto analipia school fees, kampa anampa mamake, anawapa ndugu zake, yani sizojua tena. Familia za Kiafrika matatizo ni mengi, hasa akikaa anajiona umaskini tu uko pale pale, hela imeisha ela imeisha, ela imeisha akaenda kwenye kuomba God, destroy anyone who is eating my money. You know I'm a Nigeria, wanaitaga eating my money <laughs> eating my money anyone <laughs> eating my money causing me not to prosper, destroy destroy, fire. Eh, akaonyeshwa usiku watu ambao watakuwa destroy, nakula ilaki nakula ilaki kwa familia yake na yeye mwenyewe anakula ilaki. I love that, umone eh. Hiyo mm. ndio mnaambiwa mmeomba vibaya na kweli unajua Mungu ni Mungu wa rehema. Hebu mm. niambie kama Mungu asingeamua kumuonyesha. Mm. Mm. Alafu akaenda wewe ndio unawapa. Wao wanakula pa... Ndio <laughs> <laughs> <laughs> maana kuna yule mmoja alisemaga hata mstari tunao upendaga sana no weapon formed against me shall prosper. Yeah. Eh, kumbe unaweza mm. kawa weapon wewe mwenyewe. I'm telling no, Kumbu, kwa mdomo wako. Kwa mdomo wako. <laughs> Mungu atusaidie. Wa mm. Neno ndio maana ananiambia neno la Mungu ni upanga. Mimi naamini hivi mm. Rebecca. Haya mm. maombi kwanza, tuongozwe na Roho na ndio maana kama anasema anasema niombe kwa akili, niombe kwa moyo, alafu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nafikiri kwenye Biblia sijatafuta tu ile neno. Lakini mtu kigogo yeyote kwamba kuomba kwa akili, unapoomba sio kwamba ndio uombe sasa, huwe kama utumia akili yako eh, kitu kidogo tu au kitu inaweza kuwa ni tatizo kweli kubwa. Kwa nini tu uanze kwenda uanze kuomba kama hivyo? Kwa sababu kama huyo kweli alikuwa anatoa hela willing, willingly hmm? alitakiwa aombe hivi, Mungu mbona naona kama sibarikiwi, pamoja na kwamba ninasaidia ndugu zangu, basi we Mungu, umesema tukiwasaidia wengine au tukitoa utatubariki. Sipo mistari ya kusema nijaribuni muone kama nini, hebu Mungu na mimi nibariki. Okay? Na kama kweli angekuwa anajua, kuna kipindi unajua, kweli unaweza kukuta ile una hela lakini hujui hata mwenyewe ukiuliza, unafanyia nini? Hujui mm. na hela imeisha tu, unaona. Sasa utaenda kugombana na watu wanao, kwa kumbe unalipia bills eh, hizo bili anatumia nani? si wewe. Lakini yako maombi na maombi, kweli, hatukatai shetani ndio adui yetu, shetani ndio adui wa nini, lakini kuna watu ambao mara ingine nao wanapendaga kufanya kazi ya shetani kwa hiyo mtu anaweza ukasikia kabisa kama ile tulion... kipindi fulani kama unakumbuka, eh? kuna kipindi tuliona ndugu ameenda kumripoti ndugu yake kwa mganga yeah. kwa Umeni... mm. Sasa, yule aliyesikia akaenda kumwambia yule ndugu ile ni hatari kwa sababu huyu umejua kabisa kwamba anaenda kutaka kumaliza mm. kwa hiyo ukitaka kuomba kama Yesu kwenye hiyo Luka ishirini na tatu sijui thelathini na ngapi hiyo kwamba Mungu msamee ajue litendalo okay. na Mungu msaidie asifanye hivyo tena. Akarudia akaja na mwingine na wewe ukaona tena na tena, na tena tena, hapo inabidi sasa usikie ndani roho anakwambiaje. Na roho kitakapokwambia, ndio kuna yale maombi ambayo kweli. Watu wengi unajua, mimi nasema hivi, hata sisi kwa sisi tunaharibiana maisha, mandugu, watu wa karibu marafiki kwa sababu ya maombi mengine ambayo hatuombi kwa kwa akili. Mhm. Na mimi maombi yangu ambayo nilikuwa napenda kuyaomba, siku hizi naona namomba Mungu anirekebishe. Yaani niwe nikitaka kuomba ni tumie nikumbuke, yaani nikumbushwe na Roho Mtakatifu. Kuna yale maombi ya kawaida ambayo tu tunaweza kukaenda ukasimama ukasema hivi, Mungu yeyote anayeniwazia mabaya. Eh? Hmm? Yamrudie mwenyewe kwa jina la Yesu. Na believe kila mtu atakuwa ameshaombaga yao maombi, hata makanisani tunaombewaga if there is anyone who is trying to... nini eh, lakini how many people ambao unaweza kukwazia mabaya? Obviously ni watu mara nyingi ambao uko karibu nao, kwa sababu mi kama mtu simjui namwanzaji, sasa kumwazia mabaya mm? Hebu fikiria, mi kwanza sikujui nitakuwazia mabaya alafu hata ukipata mabaya nakuaje? Kwa hiyo lakini adui wa mtu ni mtu wa nyumbani mwake. Umeona eh? Kwa hiyo sasa, <laughs> kuna, mimi nasema hivi kwa kweli kuna extent ya kumwombea mtu rehema. Mungu akaacha kumpa rehema yule mtu, ukamwombea toba, mtu akaacha yule mtu akaendelea ah, hapo sasa itahusika fire fire, hapo itahusika. Na fire mimi nitakayoituma ni kwamba hicho hicho anachokifanya kimrudie kwa sababu unachokitenda mwenyewe hata kama nisipoomba hivyo kitakurudia. Umeona tatizo la kuomba, mara nyingine tunahangaika kuomba hivyo ni kwa sababu hatuna imani. Lakini mimi naamini kwamba nikimwomba Mungu, Mungu, ebu nilinde Mungu, nitunze, nizungushie damu yako, damu ya Yesu inizunguke, niwe salama, adui kama sio adui, maana yake maadui hata unakuwa wajui mara nyingine huyo mtu ambaye ameamua kufanya kazi ya shetani akakubali kufanya kazi ya shetani akatuma kombora hmm? Akituma kombora, akituma, kwa sababu ulishamwomba Mungu akulinde. Unajua tunalindwa na mambo mengi sana, Rebeka, hatujui mm. eh, kwa hiyo lile likipiga likigonga huwa linafanya nini? nari. kwa hiyo lakini, katika yote mimi naamini, eh? yani, mimi naamini huu ni nani yangu, nyingine ni perspective nyingine nilionayo kwamba tungedumu katika kuwaombea watu wokovu, nayo ingeweza kuwa ni solution kubwa sana kwa sababu mtu atakapokoka ataacha mabaya, kwa sababu hata neno la Mungu linasema maacheni nini? Inasema hivi kwenye kwenye kitabu cha Yuda nadhani, inasema na kila mtu aache uovu wake. Neema ya Mungu imefunuliwa ili watu waache uovu. Mimi nakubali, eh eh, lakini ndio nakwambia Rebeka, wako watoto wa dawa. Chule, yeah. Chule. <laughs> Oh. Na, wale wanakuwa shamkataa Mungu completely. yeah, yeah. Kwa hiyo kuna time ambayo of course, maombi ndio maana mimi nasema maombi yote lazima ya balance. Ya yeah, balance. Ila kikubwa mm. Ilo ombi lilolisema nafikiri ni ombi la kwanza ambalo tunatakiwa wote tuliombe mm. Neema ya wokovu kwa kila mtu, neema ya wokovu kwa kila nayenizunguka. Umenelewa? Kwa sababu mm. It's true. ukishajua ukishapata ukisha wokovu kuna vitu vingine you can't do , yaani vitu vingine vitaisha huko huko, atavimaliza Mungu mwenye taratibu. Wakati naona kuwa au naendelea kuishi maisha salama, hautataka kumdhuru mtu. Unaona? Au hautataka kumwazia mtu mabaya, lakini wapo wale ambao sasa ni watoto wa dawa, hawamtaki huyo okay. <laughs> Mungu utaona nini, hawamtaki Mungu wala hawamtaki Shetani, lakini wameamua tu kwamba wanataka kudili na watu Maka hata shetani anawaangalia, anasema mimi niyo sijakwambia naeza hey, hey. Yani, <coughs> yeah, yule mbaya kuliko mimi hivi. <laughs> Niliona wapi ki clip sijui nilikuwa ni naangalia ni really kapita nikacheka peke yangu kwa nguvu, sijui nani akasema yule mtu amefanya ame, ame siku kitu gani, eti pembeni shetani anasemaje mm, yaani yaani huyu amenizidi hata mimi <laughs> yani, mimi eti hiki Yaani, hiki sikukiwazia alivyomfanyia mwenzake hivi, hata mimi sikukiwazia. Yaani, shetani mwenyewe akamwonea huruma <laughs> umeona, kwa hiyo mimi ninachosema as much as au as long as tunajua kumwomba Mungu atulinde, Mungu anatupa ulinzi na trust me, kuna vitu vingi sana ambavyo tunafanyiwa, tunasemewa, tunafanywaji hatujui na wala havitutokei okay, kwa sababu Mungu ni wa rehema na mara nyingine hao hao wanaofanya hayo mabaya, wanaowaza mabaya, wanaoongea mabaya, Mungu hawafanyi kitu mm. pia kwa sababu Mungu ni, ni wa nini? Ni wa rehema. Lakini kipimo cha mwanadamu na kipimo cha Mungu ni tofauti. Na ndio maana hatuwezi kusema kwamba kwa vile Mungu ni wa rehema kwamba Mungu hafiki sehemu akakufa. Mungu ni wa rehema ndio, lakini si ameweka moto. Angekuwa na rehema tu bila kuwa na any consequence kama haufanyi hivi hiyo ingekuwa kitu kingine, tungesema watu wanasahau ile Mungu ni wa haki. Kwa maana kwenye haki lazima uhukumu, umeona eh? Kwa hiyo kwa sababu kokote penye haki pana uzuri na ubaya mm -hmm. pana muda ambao umepewa. Sasa ndio tujiulize, haya unajua, ni muda gani unao ambao umepewa ili uendelee kuyatenda au mabaya au kumfanyia mwenzako ubaya au kumsengenya mwenzako? Unajua una muda gani? Ujui. Kwa hiyo unaweza kukuta adhabu ya Mungu imeshafika karibu, lakini mtu hajui. Kwa hiyo kweli, number one prayer ninafikiri ambayo tu yani, tujitahidi tuiweke mbele sana ni kuwaombea watu neema ya wokovu kwanza mm -hmm. Cha pili ni kweli, ni kuwaombea Baba, wasamehe maana hao hawajua alitendalo. Okay, fikiri, kwa hiyo nafikiri mtu kishakuwa na ile na hivyo vitu viwili, kuomba tena wasamehewe sasa hapo, kinachokuja cha tatu ni Mungu anaamua kudili nao ye mwenyewe, na mara nyingine unaweza hata usije ukafika kule kwenye go back to sender. Go back to sender ni maombi ambayo unaweza nikasema labda ndo misingi au ndo unakuta unafika sehemu unafundishwa, ndugu mm, yetu wa Nigeria nafikiri kwa sababu ya undava kila siku ni kushambuliwa uchawi nini, nini, nini, ah, nini nini, ah, mimi kuna dada alinisikia sasa gania <laughs> aliniadithia kanisani kwetu nikasema eh Mm, pia yeye alikuwa na dili na wifi yake kabisa, yaani wamezaliwa baba mmoja mama mmoja, na kakake ye mume ndio yuko huku Mk. Dada mtu anazuia yeye asije UK kujoin mme wake miaka yep. kumi. Anasema siku nilipokuja kupata onyeshwa kambi huko ya maombi, akaenda kwenye kambi ya maombi akawa delivered mpaka leo kakata na, na kamba zote za mawasiliano <laughs> <laughs> na huyo anayefanya hivyo ni, ni, ni deaconess unafikiri ni mtu wa nje ni, ni deaconess <laughs> mm, no kwa sababu hapo ndo naambiwa uwe na wisdom. Kuna watu wengine you just have to run away from them mm. Nawakimbia kwa sababu, ndo nakwambia kuna watoto wa dawa ambao hawasikii wala hawaoni kama kibaya kama ni kibaya mm. Lakini mimi kitu kimoja ambacho nakiwazia pia, kutokana na mabaya mengi kule sasa hivi mabaya amekuwa kote dunia nzima, yani ulimwengu mzima. Ndio maana nakuambia, kuna yule mmoja, pasta mmoja alikuja akafundisha kwetu, akasema unavyomwomba Mungu, anaomba hivi yeye, reveal and destroy. Lakini hiyo kidogo nilipenda, nilipenda kwa sababu Mungu akireveal, then you will know exactly what you are fighting to destroy. Unaona kuliko tu ile unaenda we, ujui, unaanza faya, faya. Kama ndio huyo anarudisha, angeenda kuua ndugu zake, angeenda kujiua mwenyewe, angeenda kufanya ubaya, kwa sababu kuna maombi mengine tu tunaomba bila wisdom ya Mungu, mm? Yeah. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba pamoja na kwamba kweli watu wameamua kufanya kazi ya shetani, maanake unajua kazi nyingine za shetani sasa kama huyo, wewe uende ukaroge. Unajua kuna wale wachache ambao bado nasikia ah, watu wanaongea mambo ya kuroga, wao ndio wachawi. mimi siamini kama kuna kuroga, anayeongea hivyo mimi nakwambia hivyo, ukimfuatilia then atakuwa very, sijui nisemeje, lakini ina maana naye ni mchawi kwa sababu mm -hmm, maybe anaona ni bora niseme siamini uchawi. Au kuna tofauti ya kusema, mimi siamini kama mchawi anaweza kanifanyia kitu kikanipata. Ni imani yake, na kweli kama anaamini hivyo, mchawi hawezi kumfanya kitu lakini mi siamini kama kuna mambo ya uchawi. Hamna uchawi huyo. Nimi namuulizaga wewe, umesoma Biblia? Biblia inakwambia kwamba wachawi na waongo hawata uona nani, nani ufalme wa Mungu. Nawajua watumishi wa bahari walinani wali, wale si wachawi eh? Hata unaenda kwa watumishi wa bahari wengi, hata wale mamajusi wale walioenda kwa eh, nyota walionaje na kwa nini mpaka sasa hivi? mm. Mungu mwenyewe hapendi tufanya mambo ya, una, ya unaji. mm. Tufanya mambo ya manyota na mambo ya nini. mm. na tukana kuna watu wengine bado wanafuatilia mambo ya nyota kwa kujua wataambiwa hivi hiki kiki na wanaamini kwa sababu ni uchawi mm. ni uchawi kabisa, ni uchawi mm. unaona, kwa hiyo uchawi upo kwa huyu wewe ndugu yangu dadangu kakaangu, ambaye unafikiria hakuna uchawi, basi nawe jiangalie kama nawe ni one of them, kwa sababu pia Biblia imesema wala wachawi waongo wa nini nini hawataona wataingia katika ufalme wa Mungu. La sivyo, kama yeye sio mchawi, ni very ignorant na ignorance. Neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Yani utaangamia hivi hivi, umeona? Ningependa mtu awe naiongea kwa njia nyingine, kwamba kwa mimi wewe mm, mchawi au mtu gani haniwezi, yeah, unapoongea mi naamini wote tumeumbwa na pumzi ya Mungu, ni ile nguvu ya pumzi ya Mungu ndio inaongea ina na unaamini hivyo then you'll be fine, una mm, lakini mm, kikubwa kwa kusema ukweli, ukute sasa ndio mchawi anajaribu. Mi naongea hivi kwa sababu sehemu niliyokulia ilikuwa na wachawi sana. Kuna mm, vitu ambavyo if i, I, I, I yaani nikisema wachache walikuwa rafiki zangu they know what was mm. happening, lakini naamini kwamba hakuna nguvu ya mchawi inayemshinda Mungu mm. ni hicho tu, kwamba mm. nguvu ya wachawi wapo, lakini ipo nguvu ya Mungu ambayo ni nguvu, ni nini? Ni nguvu kubwa zaidi, ni nguvu kubwa zaidi ambao. Kikubwa jamani, tumtegemee Mungu, na kwa mm. vile Biblia kweli imesema usiache mwanamke mchawi akaishi, pale ambapo unakuja kufika sasa, moyoni unasikia kabisa kwamba Mungu anakwambia huyu ni mchawi ni yake ni kukuua, mm. ni kukumaliza. Sasa pale ndio unaweza kuomba maombi ya hicho ulichotaka kinitokee mimi mm. back to you. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amesha reveal ina mm. maana, kama Mungu ame reveal then acha destroy, kwa sababu mm -hmm. anaye destroy ni Mungu yoyo. Kwa hiyo mm. Mungu aliye reveal ata destroy, na kweli wako watu ambao wameumia, wamekufa, wengine wameamua kutoka uo upande wakaokoka, kwa sababu hivyo wakosema mm, mwenzangu, mbona niliona nguvu yangu inashindikana nikaona nifate nguvu Omo, mm. Mm. Kwa hiyo uchawi upo lakini Mungu wetu ni mwema. Kwa hiyo tu pointi yetu, haya maombi ya kila kitu wewe unataka kuyavurugu, kama ajisemea rafiki yetu siyo maombi ya kila wakati mm. Hmm? Mm. unaweza kweli ukasema okay, kuna maombi ambayo ni ya kupigana vita. Nakumbuka kuna kakitabu alikaandikaga nani, mchungaji Gwajima kinaitwa maombi ya kushindana ya, yeah? ni pale mm. unajua kwamba unashindana na kitu gani, kwa hiyo then unaweza kuomba hivyo. Huwezi tu ukapita barabarani mtu akakukanyaga kwa bahati mbaya, umeshaanza kusema faya na ku... Uta... basi utaua dunia nzima na wewe mwenyewe utakuwa umejimaliza. hmm? Mm, kizuri mm. tu hatuangamii kwa sababu Mungu anaona, na Mungu anakuwa hasikii maombi mengine ambayo hayana nini, mashiko. Ndio maana kwa wahenga wenyewe walikao wakasema tu dua la kuku alimpate mwenyewe, mm. ikiwa na maana mimi najua kuna vingine ambavyo tunaomba tunaomba vibaya, kwa hiyo Mungu anaona, wewe unataka unataka mharibu Joy, kwa sababu gani? Sasa mbona mimi Joy nampenda, eh mm. Aya, wewe Rebeka amekufanya nini? Mbona mimi Rebeka mtumishi wangu, eh mbona namkava, na mpaka Mungu aruhusu. Vitu vingine vinavyotokea ni mpaka Mungu aruhusu, tukirudi mm. historia ya Ayubu, umeona eh mm. mwenyewe? mm. Kikubwa jamani, tuendelee kujiwekea uzio wa kujifunika kwa damu ya Yesu kuomba ulinzi wa kimungu, lakini hayo maombi yanapofika uwe very sure unaombaje, unarudishaje na kwani, mm. mm. Kwa nini usiwe tumefanya mwenyewe kwa akili yako. Amen. Amen. Sawa wapendwa, kama vitu vyote vya kimungu vilivyo, zipo siri kwenye mambo ya Mungu, na ndio maana neno la Mungu linatuambia kwamba hatujui the mind of God na anayetusaidia ni Roho Mtakatifu. Tuongozwe na Roho katika kila ambacho tunakifanya. Um, pamoja na maombi ni mmoja wapo ya sehemu ambayo tunahitaji sana uongozi wa Roho Mtakatifu pamoja na sehemu zote za maisha yetu na tukikubali kuongozwa hatuta go wrong. kabisa, kabisa. That is my belief. naamini na anaamini hivyo. hivyo kwa hiyo mm. tunaomba kama bado uja subscribe, subscribe, share, like and comment tuonane tena wakati mwingine mungu awabariki sana Amen. Amen.